Unaposema leo hutaki kufanya uchaguzi kwa sababu unazozieleza, kuna vitu vingi vya maswali ya kujiuliza. La kwanza, Chadema tangu imeingia madarakani hivi sasa tumepita katika chaguzi sita iliwezaje kukubali kuingia katika chaguzi sita na wao wakigombea katika maeneo mbalimbali? Wengine katika hawa wanaopinga leo wameshawahi kushika nafasi ya madaraka ya kuwa mbunge kwa katiba hii hii. Kama uliweza kuwa katika nafasi hizo na kuchukua uongozi katika katiba hii hii na watu walikuchagua na ukawa kiongozi, ukakaa bungoni, ukala posho za Watanzania, ukalipwa mshahara wa Tanzania, nini kimebadilika leo? Unachosema haiwezekani uchaguzi ufanywe, tutahamasisha uasi, tutapinga uchaguzi, tutahamasisha watu uchaguzi usifanyike. Una ajenda gani ya siri iliyopo nyuma yako leo inayofanya uchaguzi huu uzuie usifanyike kwa gharama yoyote, hata ikibidi kwa kufanya vurugu. Liko swali wa Watanzania tunatakiwa tujiulize, liko swali serikali inatakiwa ijiulize, liko swali viongozi wa dini wanatakiwa wajiulize na wakae chini watafakari kwa kina, kisha wayafanyie kazi mambo haya na kuyatolea maelezo ya kina na kuwaasa watanzania wasikubali kuivuruga amani ya nchi yetu. Ndugu zangu, nchi hii leo ikifikia mahala ikaingia na vurugu, inawezekana watanzania vurugu hawajui maana yake nini. Inawezekana watanzania wengi hawajui madhara ya kuvunjika amani ni yapi, kwa sababu tumeishi katika nchi yenye amani kwa muda mrefu, bila ya kuwa na vurugu. Mimi nimetembea karibu nchi nyingi za Afrika zenye vurugu, na nimeona hali ya usalama inapokuwa mbaya, matokeo ya wananchi wake. Nataka nitoe mfano mdogo Kongo. Mimi na marafiki zangu wanaishi Goma, na marafiki zangu wanaishi wanaishi, eh, wanaishi eh, maeneo mbalimbali mbali, ambayo M23 wamechukua dola pale, wamechukua nguvu na wakaamua kusimama katika maeneo yale. Nataka nikuambie leo, kama unakwenda Goma kila siku asubuhi kwa uchache unaokota maiti saba nane barabarani zimekufa leo ukienda maeneo kama ya goma na maeneo ya bukavu usiku kuanzia saa tano watu wanaweka mpaka vinu michi na kila kitu kwenye milango kuzuia uvu, watu kuvunja manake ikifika usiku watu hawalali mpaka saa kumi na moja wanaogopa kulala kwa sababu watu wanaingia wanavunja milango wanaiba vitu vurugu kwa sababu hakuna msimamo hakuna amani Jambo hili linapokuja kwetu sisi, watakaoathirika ni wazee, watakaoathirika ni watoto wadogo, watakaoathirika ni wanawake. Hawa ambao leo wanahamasisha vurugu, familia zao zinaishi Belgium, wana nyumba Belgium, wanakaa Belgium, wana watoto wao wanasomea Belgium. Hawa wanaoamlisha vurugu leo familia zao zinaishi Canada, wanakaa Canada, wana nyumba Canada. Wewe mdengereko wa Rufiji, wewe Muha wa Kigoma, wewe Mchaga wa kule maeneo ya Same, wewe Makonde wa kule Mtwara, ambaye huna hata pasipoti ya kuvukia katika nchi hii, hujui hata utakwenda kuishi wapi. Ukiivuruga mahala pa kuishi pako, na utakwenda kuanza maisha wapi? Tuna amani, kula yetu ya manati, mbio zetu ndio zinatupa riziki. Kuna sababu gani ya kuivuruga nchi hii? Kuna sababu gani ya kuvuruga amani ya nchi hii? Bila ya shaka, watanzania tunatakiwa tuwe makini na nchi yetu na tusikubali kuibomoa nchi yetu. Nataka nitoe mfano mmoja leo. Nilikuwa naangalia kwenye vyombo vya habari, naona kwamba kuna mwanasheria amechukuliwa kutoka nje ya nchi yetu, anakwenda kufanya kazi ya kutetea maslahi na haki za viongozi waliopo ndani Nataka nikuambieni, Afrika Mashariki, kama kuna nchi watu wake hawana adabu namba moja ni Kenya. Narudia tena kipande hiki, tafuni maneno. Yaani, kama kuna nchi wananchi wake katika hizi East African wananchi wake hawana adabu, basi Kenya wanaongoza. Mimi Kenya nakwenda sana, nakaa sana, naishi sana. Mwananchi wa Kenya anaweza akamtukana kiongozi wa serikali kwa nafasi ya rais matusi ya nguoni kana kwamba huyo kiongozi hana baba, amini hana watoto, hana baba watoto familia. Yani, miongoni mwa nchi ambazo zimekiuka maadili. Sasa unajiuliza maswali, Tanzania hii na wanasheria milioni kidogo, tunakwenda kutafuta mwanasheria nje ya nchi, nchi ambayo hata maadili yake yamebomoka. Nyinyi mashahidi vijana walivyofanya fujo, wamevunja nchi yao wameharibu nchi yao kwenye vyombo vya habari unaweza kuwa uliona madogo zaidi kuliko sisi tunaokwenda katika nchi ya Kenya, tunayoona hali ya siasa ilivyo nchini Kenya. Yaani unakwenda kujifunza vitu, unajifunza vitu kwamba kuna watu wanaishi kwa maslahi. Mfano, wakati wa Laila Odinga kule Kenya, watu walikuwa wanafanya vurugu sana. Juzi wamekubaliana nusu mkate na Rais Ruto, nchi imetulia sasa. Hao walikuwa wanataka mabadiliko, wataka kugawana mkate. Kiongozi wa siasa mwenye mfano huu ambaye yeye anaangalia tu masilahi yake bila kuangalia masilahi ya watu wake, huyu ni kiongozi mwenye faida kiasi gani? Umeshawapeleka watu katika vurugu, wamepigana, wamepigwa risasi, wamevunjwa miguu, wameathirika, wengine wamekufa Alafu damu ya wale waliokufa, we unakwenda kukubali kufanya suruhu na makubaliano na serikali, mnaanza kugawana mkate, unalipwa mshahara na unatangazwa kabisa, huyu kiongozi safi, huyu kiongozi sawa, huyu kiongozi tunafanya naye kazi. Utajifunza kwamba siasa za wenzetu ni siasa za maslahi. Kiongozi anawatumia wananchi kama mtaji ili kupata maslahi yake, na wale wasiokuwa na akili timamu wanasema tu nakiwake, nakiharibike, nakinuke. Unapokinukisha hapa unakwenda kuishi wapi? Unapoibomoa nchi hii unakwenda kuishi nchi ya nani? Urithi aliyotukadiria Mungu kwa kuzaliwa ni Tanzania, ndipo mahala Mwenyezi Mungu ametusaidia tuishi. Iwe itakavyokuwa, kiongozi yoyote atakayekaa madarakani havuki miaka mitano. Akimaliza miaka mitano, kuna uchaguzi mwingine. Tunapoona haturidhishwi naye, tutamchagua mwingine, tukamwacha yule. Kuna sababu gani za kuendelea kufanya vurugu, ikiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan ameamua, ameridhia kuwapa uhuru watu wa upinzani? Walikuwa wanasema si hatupati uhuru, tukitaka kufanya mikutano polisi wanatuzuia, tukitaka kufanya mikutano polisi wanatupiga. Mama akawapa mpaka doria. Upinzani wanataka kufanya mkutano, polisi polisi hawapo, wanakulindeni. Mnataka kuandamana, polisi hapo, wanataka wanakulindeni. Imefika mahala wamejaribu kwenye kuandamana, polisi wakawalinda, sera ikawagonga, wakashindwa. Wameona sasa tunakwenda kwenye uchaguzi, wananchi hawatoridhika kufuata sera za vurugu na ambazo hazijatulia. Mwisho wa siku wanaamua kuanzisha vurugu. Mi nataka niwaase tu watu wa vyama vya upinzani kwa nia njema kabisa, kwa maneno mepesi, wanachofanikiwa CCM katika nchi hii, yale yote ambayo wapinzani wanayaona kama hoja ya msingi ya kuwashawishi Watanzania waitoe madarakani CCM. CCM wanafanya kuwa mtaji, wanaifanyia kazi. Ukisema hakuna barabara CCM wanajenga. Ukisema hakuna shule ukisema hakuna hospitali CCM anajenga. Ukisema shule ina gharama CCM anatoa elimu bure. Kila unachosema wao wanakifanyia kazi, na kawaida ya mwananchi na mwanadamu yoyote, anapotendewa wema hukumbuka fadhila na wema. Kwa hiyo kuitoa CCM nchi hii kwa njia ya hoja, kwa njia ya nguvu ya hoja itakuwa jambo gumu sana, kwa sababu kile unachokipigia kelele wao ndio wanachokiwini na wao ndio wanachokwenda kukifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba ile kero unayotaja wewe leo wao wanaifanyia kazi. Hiki ndicho kinachowafanya sisi emwabaki madarakani, kwa sababu kama ni kuonga nchi, utaonga watu wangapi? Nani anaweza kutoa pesa kwa kila mwananchi ampigie kura? Ni jambo aliwezekani. Lakini kutatua matatizo ya watu, kugusa shida za watu kusimama na haja za watu ndiko kunakofanya CCM iendelee kutawala, ndiko kunakofanya Chama cha Mapinduzi kiendelee kuwa chama kinachoweza kushika dola. Sasa niseme tu na niwaombe watanzania wenzangu, kwanza tupuuze mipango yote ya wanasiasa wenye lengo la kuibomoa nchi yetu, tupuuze mipango yote ya wanasiasa wenye lengo la kubomoa nchi yetu. Ikiwa mwanasiasa katika uchaguzi huu kabla ya uchaguzi sera yake ilikuwa na lengo ya kutubomoa na kutugawa, huyo asipate kura, hata ikibidi ya mamake mzazi, yaani huyo asipate kura kwa sababu atakuwa hana lengo la kuisaidia Tanzania na Watanzania, bali atakuwa na lengo la kufaidika na maslahi yake binafsi. Na sisi kama Watanzania tunatamani kuona maslahi ya nchi, hatutamani kuona maslahi ya mtu. Lakini jingine ambalo ni muhimu, ningependa niliseme, kumekuwa na shida kidogo na baadhi ya viongozi wa dini katika kipindi hiki tunachoelekea uchaguzi mkuu kumekuwa na shida ya baadhi ya viongozi wa dini tunapoelekea katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu. Mwanadini katika nchi hii jukumu na wajibu wake ni kutengeneza makundi mawili kuwa kitu kimoja, sio kulikandamiza moja au kulikolomea moja au kulipa amri kundi moja au kulifanya kundi moja liwe nyonge na kundi moja liwe na nguvu. Nataka niseme tu Tanzania yetu hii tulio nayo tuna uongozi na tuna watu wa usalama ambao kila kukicha wanapitia kupitia vyombo vyao na kupata taarifa sahihi zinazoweza kuifanya nchi yetu ibaki kuwa salama. Viongozi wa, wa, wa, wa, wa dola kupitia vyombo vya usalama wanaponiona mimi Sule sio mtu salama, ni lazima wanikamate wanipeleke mahakamani Wakinipeleka mahakamani, mahakama itakuwa na kazi ya kusikiliza hoja za wale walionikamata na hoja na zangu mimi niliyekamatwa, ushahidi wa wale walionikamata na kunituhumu na ushahidi wa mimi ambaye natuhumiwa hii. Kisha hawa wana, wana sheria au hii hi, hi timu ya kutoa sheria na kugawa haki, kwa maana ya mahakama, wao ndo watajua na haki ya kutiwa hatiani au kuachiwa huru. Kiongozi wa dini si, si mwana usalama, hajui prinsipo za usalama, hana masikio ya kujua nani kasema nini, yuko wapi, hawezi kuwa na historia ya kiintelijensia ya ndani. Unapotoa tamko katika maamuzi ya utendaji wa viongozi wa serikali ambao wao miongoni mwao wanakuja kufanya ibada kwako ima msikitini au wanakuja kufanya ibada kwako ima kanisani, unampa amri muachie mara moja. Unataka ufike mahali uwafanye viongozi wa wa serikali wafanyeje kazi, wapate shinikizo, kwa sababu kiongozi wa dini ana nguvu kubwa kuliko kiongozi wa serikali. Mimi leo nikiwa msikitini pale nasalisha, rais akija, mimi ndo bosi wake, mimi ndo nitasimamia sala, lazima anitii mimi na anisikilize. Sasa kumetokea matatizo akaogopa tu, mimi nitamwambia acha, alafu akaacha watu waharibu, eti kwa sababu mi kiongozi wake nimesema acha. Madhara katika hii nchi itakuwaje? Niwaase, niwaombe viongozi wa dini wasikubali kucheza nyimbo ya mchezo mchafu ya viongozi wa siasa wanaoimba kwa maslahi yao viongozi wa dini kuingia katika jambo hili ni sawa na kutengeneza e, kucheza wimbo usiojua tuni yake wala ulivyotungwa. Nyinyi wengi waandishi wenu wa habari hapa mmezaliwa chini ya 2000 mimi nataka niwakumbushe jambo. Mfano wa matukio haya yaliyotokea katika Pasaka hii yaliwahi kufanywa na makundi ya Uislamu nyuma ya mwaka 95 na ndio alipelekea mauaji ya Mwembechai, ndio alipelekea vurugu za Mwembechai kwa sababu ilionekana kundi moja linaona limebanwa, limeminywa, linatoa matamko makali kwa serikali. Mwisho wa siku ikatokea vurugu, yakatokea mauaji. Sisi hatutamani kuona nchi hii inakuwa kisiwa kisichokuwa cha amani. Sisi tunatamani nchi hii kuwa moja kati ya nchi za amani. Sasa hatutamani kuona viongozi wa dini wanatoa mashinikizo na nyaraka ama hotuba zinazokwenda kuonyesha wako upande fulani, badala ya kuiachia mahakama itende haki. Mwenye haki ya kujua huyu aliyeshtakiwa kashtakiwa kihalali au hakushtakiwa kihalali ni mahakama. Nyinyi mnafahamu uamshi wamekaa ndani miaka mingapi, wa Tanzania wenzangu, wako mashekhi wangapi ndani leo? Wametuhumiwa, lakini mahakama ilipojiridhisha hawana hatia hata iwe kwa baada ya miaka minane waliachiwa wakaenda nje, kwa sababu hiyo ndio kazi ya vyombo vya dola kuhakikisha inagawa haki kwa kila mwenye haki. Sasa hili jambo linaweza kufanywa kwa mtu yoyote, liwe mtu wa dini, linaweza kufanywa kwa mtu wa siasa, linaweza kufanywa kwa mtu wa kijamii, ili mradi serikali inaona una viashiria vya kuvunja amani, wajibu wake ni kukuchukua, kukuweka mahali husika na kuendesha utaratibu wa kesi ili kujiridhisha kwamba unachotuhumiwa ni sawa au si sawa. Ukionekana huna hatia, unaachiwa. Ukionekana una hatia, unahukumiwa. Na hii ndio kanuni. Sasa sisi viongozi wa dini ni kama wazazi. Vyama vyote vya siasa mbele ya kiongozi wa dini viko sawa kiongozi wa dini kiongozi yani, anatakiwa ione Chadema, CCM, trop, sijui nra, chama yake vyote viko sawa, kwa sababu msikitini na kanisani kuna viongozi wa vyama vyote hivyo, kuna wafuasi wa, wa vyama vyote hivyo. Hatuna sababu viongozi wa kanisa ama wa msikiti tukawa upande mmoja na tunafanya vitu kwa lengo la kuwaridhisha watu fulani, itatufanya watu wenye akili tujiulize maswali mara mbili kwamba je, imefikia mahali sasa viongozi wa dini wanaamua kuvaa majoho ya siasa kwa maslahi ya wanasiasa au maslahi ya wanadini? Yatatufanya tujenge maswali mengi sana. Sasa ili msitujengee maswali, viongozi wa dini, hebu kaeni katikati yanayohusiana na siasa ya cheni pale mnapoweza kufanya siasa itakayotengeneza umoja ni bora zaidi kuliko kutengeneza siasa ambayo inaweza kuleta madhara makubwa. Yuko mtu mmoja au viongozi niliwasikia wakisema, ukifanya siasa ukimsifia rais au kiongozi wa serikali unaambiwa wewe umefanya siasa vizuri, hapo siasa haipo. Lakini ukitokea umekosoa, hapo inachofanyika unakuwaonekana wewe, we ni mbaya, umeasi. Nataka niseme kitu kimoja. Kila neno lina mahali pake na kila mahali pana neno lake. Huwezi kutoa mawaidha ya msiba harusini wala huwezi kutoa mawaidha ya harusini msibani. Mtu mwenye akili anajua wapi aseme nini na kwa sababu gani. Kiongozi wa dini ana nguvu kubwa, kiongozi wa dini ana nafasi ya juu, ana doria ya moyo. Kiongozi wa dini anaweza kumwandaa mtu akajilipua kiongozi wa dini anaweza kumwandaa mtu akaua. Maneno yako unatakiwa uyatathmini, ukiyaweka wapi ataleta sura gani. Kwa sababu kiongozi wa dini leo ukasema fulani na fulani nataka waachiwe, hali yakuwa wamekamatwa, maanake unataka kuwaaminisha watu wamekamatwa kwa kudhurumiwa, jambo ambalo si sawa. Utakuwa umeuingilia muhimili wa mahakama, utakuwa umeuingilia muhimili wa dola ambao unafanya kazi yake. Viongozi wa dini, tunachopaswa ni kushauri, hatupaswi kushinikiza wala kuamrisha, kwa sababu dola inawekwa na wananchi, haiwekwi na kiongozi wa dini. Ndugu waandishi, nitumie fursa hii kutoa ushauri au nasaha kwa wanasiasa na serikali kwa ujumla, tunajenga nchi moja, hatuna sababu ya kugombea fito tunatakiwa kuijenga Tanzania yetu kwa umoja na mshikamano. Siasa ina miezi michache tu, itaanza mwezi wa nane, itaisha mwezi wa kumi na moja siasa imeisha. Kuna miaka mitano ya maisha baada ya siasa. Ukiitengeneza siasa yenye chuki leo, yule ambaye umetengeneza naye chuki, unamhitaji baada ya siasa kukamilika, ima kumwomba kazi au kukusaidia hata kuzika au harusi, mchango wa harusi yako. Sasa viongozi hawa wanaotaka dola wasitufikishe mahali sisi raia huku chini tukawa hatusemezani. Chadema akamwona CCM adui, TROP akamwona e, chama fulani adui. Tusifike huko, tufike mahala tuwafanye Watanzania waamini. Uchaguzi ni utaratibu uliowekwa kisheria unaowawezesha Watanzania kufanya maamuzi ya nani awe kiongozi wao, na baada ya uchaguzi tunabaki kuwa Watanzania, baada ya uchaguzi tunabaki kuwa watoto wa Tanzania, baada ya uchaguzi tunabaki kuwa wamoja ili kesho na kesho kutwa tuendelee kuijenga nchi yetu. Hatutamani baada ya uchaguzi tukimbizane, mtu anatafuta ndugu yake hajui yuko Msumbiji, mtu anatafuta ndugu yake hajui yuko Rwanda, mtu anatafuta ndugu yake hajui yuko Kongo, mtu anatafuta ndugu yake hajui yuko Kenya, mtu anatafuta ndugu yake hajui yuko kafa au yuko mzima. Hatutamani kuona siasa za namna hiyo Tanzania. Tunatamani kuona siasa yenye ustaarabu. Tunatamani kuona viongozi wa kisiasa wanatuletea sera, tunazisikiliza, tunawapima kisha tunafanya maamuzi.